Ayu alahiba, amani ni muhimu kuliko ku haki ambazo mnazitaka. Chukueni mawaidha, Algeria. Walikuwa walikuwa na na kutafuta haki, wakaona kwamba waitangulize haki juu ya amani. Ameandika mmoja wa mashekhe wao, mashekhe wa Jazair, mashekhe wa Algeria, anaelezea namna ambavyo amani ilitoweka katika nchi ya Jazairi. sallallahu alaihi wasallam Anatuelezea kwamba mambo yamegongana, ima iwepo haki au amani, sallallahu alaihi wasallam ipatikane amani. Anatuelezea kwamba tuibakishe amani, hata kama baadhi ya haki zetu zinaondoka, zinaondoka. alaykum bissami wattaa, shikamaneni na kusikia na kutii, wa nakutii wa in taamara alaykum abdun, hata kama mtumwa msikilize na mtiini, kwa sababu katika kumtii mtawala wenu ndani yake itapatikana amani.